Na, mwebwana, baada ya ile video ambayo ili trend sana mitandaoni ikiwa namuonyesha moja kati ya wachungaji huko Kenya, akiwa namtandika makofi muumini wake ambaye alikuwa amekaa safu ya mbele, lakini anasinzia, e, ni kwamba huyu mchungaji anafahamika kwa jina la mganga huko Kenya, kule Kenya na kwenyewe kuna watu hawakupendezwa na kitu ambacho kimetokea, lakini pia vile vile ni kwamba kuna baadhi ya watu wameamua kutoa maoni yao huko Kenya, kuhusiana na jambo ambalo limetokea, baada ya mchungaji huyo kumtandika mtu makofi, muumini wa kanisa lake, kumtandika makofi kwa kuwa alikuwa tu anasinzia. Hebu sikiliza hapa, mmoja kati ya wa Kenya wameamua kujitokeza na kuzungumzia swala hilo kiundani zaidi, kwamba angekuwa yeye asingeenda tena kanisani hapo, na angechukua sadaka yake atimue hapo.

Yeah, so hivyo ni, hiyo ni moja kati ya maoni ya wadau huko mitandaoni kuhusiana na tukio hilo la mchungaji kumlamba kofi muumini. Eh, kuna watu hapa, kuna page hapa imekuja imeripoti wameandika kwamba pasta mganga kwa, amekuwa gumza huko Kenya. Vipi, mnakubaliana na hiki kinachozungumzwa, kwamba ungekuwa wewe ungekubali? Kwa sababu kwamba bwana huyu baba ni shetani, mchungaji gani anakuwa hivyo, hana nidhamu. Kwa sababu, kwa kwa kweli, hata mimi pia nime, ningeondoka yani, kwa kweli mimi ningekuwa ni, ni valangati hapo na sala zingeishia hapo hapo, kwa sababu kwamba huyu hapa Khadija amesema, Khadija Muhina anasema kwamba baba mtu mzima anapigwa na na umemwenzie kibao kabisa, huu ni upumbavu. Hili ni kanisa kweli? Kuna mtu ameuliza hivyo. Je, ukiwa kama mdau wewe pia una maoni gani kuhusiana na hilo? Weka maoni yako bwana katika comment section, tutakuwa tukisoma na kureply kila comment, na pia subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.